Atunakuja moto haturudi nyuma, tunasonga mbele hapa, takuhamasisha watu tuone kama wazee, watu mjue kama hivi sasa, watu mhamasike mapema sana juu hizi kadi, mtu hawezi akawa mamre kama hana, hana ikadi juu hivi sasa mfumo ule wa kizamani wa kizamani sana tulisha upita tunaingia katika mfumo wa kisasa. Mtu kwa kutaka amasike na apate faida ya timu kwa kweli, aingie katika wamama, anunue ikadi, atoke katika wafana. Sisi kama wazee tayari tumeshanunua, nimeshaziona hivi eh, tayari tumeshanunua na wengine fate hivyo hivyo. Tuwache malumbano, ni wakati wa kutengeneza sasa. Kwa hiyo, kwa hiyo nilikuwa naomba mtizame, ndio mimi mzemeze huyu, niko tayari kuanza hili jambo. Naliona kweli, naonekana sio vibaya. Nayaona mambo kitu ya sporo kitu sisi wote avittani kijana wala mzee, watu utoke katika ufana, tuingie katika umambre. Tafadhali, tafadhali naombe, mtu ukitaka kufaidika, ingia katika umambre, usibaki kule kwa zamani. Asante eh sana eh.